Yanga wanachomzidi Far Rabat ni umri tu, ni maneno ya mchambuzi wa soka kutokea hapa Tanzania anayejulikana kwa jina la Ediga Kibwana, ambapo ameweza kudai kwamba AS Far Rabat ndiyo timu ya kwanza kutoka nchini Morocco kubeba ubingwa wa ligi ya mabingwa eh, Afrika na kombe la shirikisho. Ligi ya mabingwa kwa mara ya kwanza aliweza kubeba mwaka 1985 ambapo fainali yake ilikuwa fa, eh, A, A, A, A, Fah, Labati, ambapo alishinda kwa goli sita kwa tatu AS Bilima wakati kombe la shirikisho lenyewe aliweza kuchukua mwaka elfu mbili na tano fainali ilikutanisha fa Labati ambayo alishinda kwa goli tatu na Dolphini, Dolphins ya Nigeria hii ni timu ya jeshi ambayo ilianzishwa mwaka 1958 Eh, Far Rabat na Yanga watashuka dimbani kukabiliana na kaka zao Yanga ambao wawew wenyewe walianzishwa mwaka 1935 kwenye uwanja wa Amani Complex visiwani Zanzibar. Mafanikio hayo ndio yanayotofautisha kati ya klabu ya Yanga na Far Rabat Kukilezwa kwamba katika umri basi, Yanga ni ina umri mkubwa kuliko Falabati kwa kuwa Falabati yenyewe ili, iliweza kuanzishwa mwaka elfu moja mia tisa hamsini na nane ni kama timu ya jeshi, wakati Yanga ilianzishwa mwaka elfu moja mia tisa thelathini na tano, takriban miaka ishirini na tatu mbele ya klabu ya Yanga. Hivyo timu hizi zote zimeweza kulinganishwa kutokana na kukutana kwenye kundi moja bi ambalo kwenye michuano me, ya klabu bingwa barani Afrika, huku mdau akidai kwamba kitu pekee ambacho klabu ya Yanga inaizidi Far Rabat inaizidi umri ila kwenye mafanikio haizidi, kwa kuwa yenyewe ishachukua ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini ishawahi kuchukua kombe la shirikisho barani Afrika, kitu ambacho klabu ya Yanga haijawahi zaidi zaidi, imeishia fainali eh, shirikisho barani, kombe la shirikisho barani Afrika mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, ambapo hapo waliweza kujiandikia historia yake kwa mara ya kwanza kuingia fainali ya michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika.